Somo la Injili Takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati Yesu aliwafundisha mkutano wa mfano kuhusu umuhimu wa kusali daima bila kuchoka, alisema katika mji mmoja kwana hakimu asie mchamungu wala kumjali hamja mtu. Na katika mji huo kulikuwa na mamajane naye alimwendea tena atena akisema, nipatie haki kwa dui yangu. Siku nyingi hakutaka, kisha akajiambia ingawa simchi Mungu wala sijali mtu, kwa kuwa mjane huyu ananisumbua, nitahakikisha amepata haki yake, ama sivyo ataendelea kuja hadi amenichosha. Bwana akaendelea kusema, sikilizeni asemayo hakimu mbaya Mungu je, atawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana usiku? Je, atakawia kuwasaidia? Nawaambieni atawapatia haki upesi. Lakini mwana wa mtu atakapokuja, je